Hatujui kwanza hilo hata la bajeti limeanza lini? Ndio kaa atwambianyie kwamba kisho lmya nani, elimu ya ya ya nani, elimu ya hiyo ya ya, ya, ya bajeti, siyo ya wizara, sawa yaani wizara na wizara mimi mara ya mwisho mkija kwenye conclusion sasa tujue, sasa tuna combine mayote ma wizara tata yote. Tutatoa kitu kimoja. ukinipa elimu nitafuatilia. Yaani bunge wabadilishe sheria zao za kuwasababisha waingie bungeni, wasiingie wabunge wanaojua kusoma na kuandika, waingie wabunge wenye elimu kubwa kuliko madereva wao. Yaani mimi nikiajiriwa dereva wa mbunge, mbunge namzidi elimu. Mimi na form 4 mbunge amemaliza la saba. Sasa misi ndio nitakiwa niwe bungeni sanikae nijadili bajeti ya nchi, anajadili mtu ambaye eti na kusoma na kuandika. Hiyo ni sahihi. Wabunge wawe na uchungu na nchi, wasiende kule kutafuta maslahi, wawaache watu waliosoma wakae bungeni, hili nchi itasonga. Happy Mganga, mfanyakazi wa soko la Faya na biashara wa, wa matunda wa soko la kwanza. Kitu ambacho tunatamani kwenye hiyo budget angalau wapunguze ushuru, ushuru ndio unatutesa kama sisi wa mama, kwa sababu sasa fikiria, unaenda pale sokoni unanunua tenga kama hii, wakati unafunga wanakudai ushuru wa shilingi. Yaani, pale upakji wanakuambia tu tatu elfu mm -hmm, moja kama tenga kama hii bado ikitoka kwenye pale tena pale kwenye pale unatenga kama moja mawili matatu mm -hmm. Sasa ooni kama inatuposti kwa sababu ukishafika tena hapa kija kupiga mahesabu, ili umelinua elfu eh, mia tano. Ukija kulipigia mahesabu na yule ushuru na kila kitu unakuta umelinua elfu moja. E, ukija kumuzia mtu kama ile elfu moja au elfu mbili atakupa nile ile elfu moja, tunakuja kuuza. Yani angalau angepunguza kwenye ushuru kidogo.